Hadithi za Sultani, sehemu pekee ya burudani. Karibu. mabinti wawili waliokataliwa na baba yao, sehemu ya pili. Neema alisisitiza kwamba hawawezi kutenganishwa na kwamba anapaswa kuondoka pamoja na dada yake. Amida alikubali kwamba hawezi kuishi bila dada yake. Wale wanandoa walioitwa bwana na bibi Ralph walikubali kuasili wote wawili. Nyumbani, Daudi hakuweza kustahimili kupoteza mke mwingine na mtoto ambaye hajazaliwa kwa sababu ya tabia yake mpya ya ukatili. Haraka alimbeba Mariamu na kumpeleka hospitali ya karibu. Daktari alimtambua lakini hakuwa na nia ya kuingilia kati. Alimhudumia Mariamu na kutoka nje kumwambia Daudi kwamba Mariamu na mtoto wake walikuwa salama. Daudi alimwomba Mariamu msamaha kwa kumpiga, lakini alikuwa bado amekasirika. Daudi alimpigia simu afisa wa polisi akimwelezea kuhusu kutoweka kwa binti zake wawili. Siku mbili baadaye, Daudi alipokea simu kutoka kwa rafiki yake afisa wa polisi. Daudi alipokea haraka, akitarajia habari njema. Afisa huyo alimwambia Daudi kwamba binti zake walikuwa kituoni cha yatima. Daudi alifurahi sana, lakini kisha afisa huyo akamwambia kuwa watoto hao waliwasiliwa na wanandoa ambao waliwasilisha anwani ya uongo. Daudi alivunjika moyo na machozi kumtoka. Alianza kujiuliza, ninawezaje kuwapoteza binti zangu kwa sababu ya uzembe wangu? Je, kama ni watekaji nyara au wafanyabiashara wa watoto? Aliendelea kufikiria. Zilikuwa zimepita wiki tatu na hakukuwa na habari kutoka kwa polisi kuhusu Neema na Amida. Daudi aliendelea na kuandaa mipango ya mazishi ya Bisola, mke wake marehemu. Tarehe ilipowekwa, familia kubwa ilianza kuuliza kuhusu Neema na Amida, lakini Daudi alidanganya. Aliwaambia kwamba walikuwa wakifanya mitihani na hakutaka washuhudie mazishi ya mama yao, wakiwa na umri mdogo. Watu walimwogopa Daudi kwa sababu ya utajiri wake, kwa hivyo hakuna aliyehoji zaidi. Wiki chache baada ya mazishi ya Bisola, Mariamu alijifungua, alijifungua mtoto wa kiume. Furaha ilirudi katika maisha ya Daudi, ingawa bado hakujua mahali walipo binti zake. Sasa alikuwa na mtoto wa kiume, mtoto wa kiume ambaye amekuwa akimtafuta. Alimwita mtoto wake Isaka ama Izi. Miezi sita baada ya kuzaliwa kwa mwanaye, Mariamu alimwendea Daudi usiku mmoja na kumwambia, Mpenzi, nina binamu wa kiume anayeishi Kamerun na hutengeneza vyakula vya kimataifa. Tafadhali, tunaweza kumruhusu aje kukaa nasi ili awe akitupikia. Tangu nijifungue nina kazi nyingi za nyumbani. Angalau uwepo wake unaweza kunisaidia. Daudi alikubali ombi lake, na siku mbili baadaye Stefano aliwasili nyumbani kwa Daudi na mizigo yake. Siku chache baada ya Stefano kuanza kukaa na Daudi chini ya paa moja, alianza kumlalamikia Mariamu. Alisema hakuwa na raha na jinsi Daudi anavyomgusa Mariamu. Mariamu alimwomba awe mvumilivu, kwamba mara tu atakapomshawishi Daudi kuandika mali yake yote kwa jina la mtoto wao wa kiume, basi wataweza kumuua. Stefano alikubali kwa furaha na kumkumbatia Mariamu. Walianza kusherehekea mipango yao kwa muziki wa sauti ya juu. Sauti ya muziki haikuwaruhusu kusikia sauti ya gari la Daudi likiingia kwenye eneo la nyumba. Wakati huo huo, baada ya Neema na Amida kuasiliwa na wanandoa wasiojulikana, walichukua teksi na kushuka mahali fulani. Kisha wanandoa hao waliingia kwenye gari la kifahari pamoja na wasichana hao na kuwaendesha kwa umbali mrefu sana. Neema alianza kuogopa kwa sababu wanandoa hao walikuwa wamewaambia uongozi katika kituo cha yatima kwamba waliishi katika jiji moja. Kwa nini wametuletea mbali hivi? Baada ya safari ndefu sana, walifika kwenye jumba kubwa. Wanandoa hao bwana na bibi Ralph waliwaonyesha wasichana hao kote na kuwaambia wajisikie nyumbani. Nyumbani kwa Daudi, Daudi alitembea karibu na mlango akijiuliza kwa nini mke wake angekuwa akicheza muziki wa sauti ya juu. Alikuwa amerudi nyumbani kuchukua hati muhimu aliyokuwa amesahau. Simu yake iliita ghafla na alikuwa afisa wa polisi akimpigia. Alimwambia Daudi kwamba binti zake walikuwa wamepatikana. Daudi alijawa na furaha kwamba binti zake bado walikuwa hai. Polisi walimwonga aje kituoni mara moja. Alitaka kumwambia Mariamu kuhusu habari hiyo, lakini kwa mawazo ya pili, aliamua kwenda na kuwapata binti zake kwanza. Alipofika kituoni cha polisi, polisi walimwambia kwamba ilikuwa familia yenye nguvu sana magharibi iliyokuwa imewasili watoto wake. Afisa wa polisi alimwonga Daudi aende na kuleta cheti cha kuzaliwa cha binti zake ili aweze kuwadai tena. Daudi alikuwa mkaidi na alisisitiza kwenda moja kwa moja mahali walipo anataka kunizuia nisionane na binti zangu. Aliacha kituo na kusafiri kuelekea magharibi. Alimpigia simu Mariamu, akimwambia alikuwa na safari ya dharura ambayo ingemchukua siku mbili. Basi baada ya safari ndefu sana kwa maelekezo na maswali aliyouliza njiani, Daudi aliwasili kwenye eneo kubwa la Bwana Ralph. Kila mtu alitoka nje kumsikiliza Daudi ambaye aliendelea kupiga kelele na kusema alikuwa amekuja kwa ajili ya watoto wake. Neema na Amida walitoka nje pia. Daudi aliwaita lakini hawakumwendea. Ralph alimwambia Daudi aondoke kwenye eneo lake la nyumba kabla hajamuita polisi. Neema alipoona kinachoendelea, alikimbia chumbani kwake na kutoka na kipande cha karatasi. Alimpa bwana Ralph kumpa baba yao. Alichukua kipande cha karatasi alipoondoka nyumbani akilia, akiona watoto wake wakimkataa. Daudi aliingia kwenye gari lake na kufungua barua ambayo Neema alikuwa ameandika na ilisomeka, baba mpendwa, mke wako mpya amekuwa akitutendea vibaya wakati wewe haupo, na anatushurutisha kufanya kazi za watu wazima. Anatuacha kwa masaa bila chakula. Siku mimi na dada yangu tulikuwa tukishiriki sahani ya chakula, alimwaga juu yangu. Baba, ulimpiga mama yetu na mtoto wake ambaye hajazaliwa, na alikuwa akivuja damu. Nilikwenda chumbani kwako kukuomba umpeleke hospitalini Mke wako mpya alinipigia kelele na kunifukuza kutoka chumbani kwako. Nilikumbana na mama yangu na dada yangu usiku huo, lakini mama yetu hakuweza kupona. Tulirudi tukilia, tulikuwa tumempoteza mama yetu. Hata hivyo, ulituacha kwenye sebule na kuingia chumbani na mke wako mpya Amida. Na mimi tulilala kwenye sakafu baridi na Amida alipata baridi, haukujali kamwe. Niliamua kwa mama na baba kwangu na kwa dada yangu mdogo Amida mke wako alikuwa akipanga kutuua na mwanaume anaitwa Stefano na kisha kukuwekea sumu. Ukiiona barua hii, jua tu kwamba mimi na dada yangu tumeondoka nyumbani. Binti zako ambao hujali, Neema na Amida. Baada ya kusoma barua hiyo, Daudi alilia sana. Aliendesha moja kwa moja hadi nyumbani kwake ili kuthibitisha kama Stefano alikuwa yule yule mwanamume ambaye mkewe alikuwa amemtambulisha kama binamu yake. Daudi aliwasili asubuhi na mapema alifungua mlango polepole pole na funguo zake. Alipokwenda chumbani kwake, alifungua mlango na kumwona Mariamu amelala akijikumbatia na Stefano kwenye kitanda cha ndoa yao. Daudi alishtuka akakasirika, na kuvunjika moyo, alianza kulia. Katika nyumba ya Ralph, Ralph alimuiza Neema jinsi walivyofika kituoni cha yatima ikiwa baba yao alikuwa bado hai. Neema alielezea kila kitu kwa Ralph na jinsi mke mpya wa baba yao alivyokuwa akiwatendea vibaya na alitaka kuwaua. Ralph aliahidi hata waacha wakumbane na madhara yoyote nyumbani. kwa Daudi, Daudi alifunga mlango polepole, akaingia kwenye gari lake na kuondoka nyumbani. Alisimama mahali pa utulivu, alijawa na majuto makubwa na alikuwa amevunjika moyo aligundua alikuwa amempoteza mke wake ambaye alimpenda na hakuwahi kumdanganya, na binti zake ambao hakuwahi kuwatunza walikuwa wakiabudiwa na wengine. Alikwenda kutafuta almasi na kupoteza dhahabu. Daudi alijiahidi kwamba angewarudisha binti zake nyumbani. Ukweli mwingine ulimjia Daudi, ikiwa Mariamu alikuwa analala na, na Stefano inamaanisha tu kwamba mtoto aliyemzaa hakuwa wake. Alivunjika moyo tena lakini kisha aliamua kwamba angecheza michezo hiyo na Mariamu na Stefano. Kwa hivyo aliacha kula nyumbani kwake kuepuka kuwekewa sumu. Siku mbili baadaye Daudi alirudi nyumbani kwake na akamkuta Stefano akimlisha Mariamu. Aliwapita tu na kuunganisha simu yake kwenye spika kwenye sebule. Mariamu alishtuka kusikia kila kitu ambacho amekuwa akijadili na Stefano kutoka kwenye spika, hata wakati walikuwa wakifanya mapenzi. Baadaye jioni hiyo, Daudi alipostaafu kitandani kwake na alikuwa amelala, Stefano na Mariamu waliingia chumbani kwake. Walitoa bunduki na kumwelekezea kichwani mwa Daudi. Wakati huo huo, Mariamu alitoa nyaraka kadhaa akampana na kumwomba asaini. Daudi alimuuliza kwa nini alikuwa akimfanyia hivi alimuuliza Mariamu jinsi alivyomfanya anguke kwa hila zake. Mariamu alimwambia kila kitu kilichopangwa na yeye na Stefano. Hivi ndivyo yote yalitokea. Stefano alikuwa na siku mbaya kazini, alikuwa kwenye baa kinywa ili kusahau huzuni zake. Ulipomsikia ukiwa waambia marafiki zako wote, jinsi ulivyohitaji mtoto wa kiume na kwamba mke wako angeweza kukupa watoto wa kike tu. Ulikuwa unafungua vinywa vyako vikubwa kila mahali. Kwa hivyo Stefano aliamua kukufuatilia na tukagundua kuwa ulikuwa tajiri. Na kwa hivyo tulikuja kukupa kile ulichotaka na kuchukua kile tulichotaka. Nilikuwa tayari mjamzito kabla hujalala nami. Daudi aligundua kuwa alikuwa akichezewa kila wakati. Kwa maumivu, Aliwaashiria polisi ambao walikuwa wamezunguka jengo hilo, pamoja na watu wake. Waliingia ndani na kumkamata Mariamu na Stefano. Siku mbili baadaye, mtu alimpigia Daudi simu. Alijibu na alikuwa Ralph akimpigia simu. Bwana Ralph alimwalika nyumbani kwake. Daudi hakupoteza muda lakini haraka aliwasili huko. Baada ya safari ndefu, watoto walikuwa tayari kurudi na baba yao. Bwana Ralph alimwambia Daudi kwamba binti zao walikuwa werevu sana na walikuwa wamewaokoa kutoka kunakuwa na watoto milele. Daudi alimshukuru Ralph na aliahidi kamwe kuwapuuza binti zake tena. Ralph alimwambia Daudi kwamba atawapo binti hao asilimia thelathini ya mali zake. Daudi aliguswa sana. Aliwaambia binti hao kukaa kwa likizo na kwamba angerudi kuwachukua. Daudi alipokuwa akiendesha gari, alisimama mahali pa utulivu na kuanza kujisemea, kile nilichokichukia ndicho bora kwa mwingine, kile nilichopuuza mwingine amekiabudu. Najua maombi yangu yote hayatakurudisha Bisola, lakini naapa juu ya huzuni yako, kutoa upendo wangu wote kwa binti zetu. Sitawahi kuua mwanamke mwingine. Nimegundua makosa yangu na utaishi milele moyoni mwangu. Machozi yalibubujika mashavuni mwate. Aliyapangusa na kuendesha gari. Somo la hadithi. Somo la hadithi hii ni kwamba tunapaswa kuelewa kwamba watoto ni zawadi kutoka kwa Mungu. Jinsia yao haina umuhimu. Thamini kile ulicho nacho. Usitangaze shida zako kila wakati katika maeneo ya umma. Mtu anaweza kuzitumia dhidi yako. Hii inahitimisha hadithi ya Neema na Amida. Ni hadithi yenye nguvu kuhusu majuto, usaliti na umuhimu wa familia. Asante sana. Nam, hapo ndipo tunapofikia tamati ya hadithi yetu ya kugusa moyo, yenye kusisimua na yenye mafunzo mengi kuhusu Neema na Amida, Daudi na wale waliojaribu kuwatenga. Tumetoka mbali sana na tumeshuhudia jinsi ambavyo makosa, majuto na hatimaye upendo wa kweli wa baba huweza kurekebisha hali. Kwa masomo tuliyojifunza tunaona wazi kwamba watoto ni zawadi kutoka kwa Mungu na jinsia haijalishi. Tunapaswa kuthamini kile tulichonacho na kuwa makini na siri zetu tunazoziweka hadharani. Asante sana. Sana. Sana. Tunawashukuru kwa dhati nyote mliotazama na kufuatilia mfululizo wa hadithi hii, sehemu ya kwanza hadi sehemu ya pili. Upendo wenu ndio chachu yetu ya kuendelea kuwaletea kazi bora na zenye mafunzo. Tunawapenda sana. Tafadhali msiondoke bila kusubscribe chaneli yetu, kulike video hii na kukoment maoni yenu kuhusu nini mmekijifunza. Maoni yenu na ushirikiano wenu ndiyo yanatupa nguvu ya kuendelea. Mpaka wakati mwingine tena, kwa hadithi nyingine mpya yenye kusisimua na yenye mafunzo tele. Kaa tayari kwa ubunifu zaidi.